nguo zote kuvuliwa, kwa dharau kukaguliwa, bado ninasemaje? Yote sijuti. Bila hata kusaminiwa, chumbani kupekuliwa, mm, nawaambiaje? Yote sijuti. Dada sivyo, wewe shujaa, dunia nzima inashangaa, mbele umetangulia, sote tunakuangalia, kwa hukumu ulopitia, wanyonge kuwasemea, na baada yao wasema, yote sijuti. Naona vema sana kuwa miongoni mwa watu ambao tunatafuta kutengeneza Tanzania yenye usawa, na ndio maana ninasema yote sijuti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 Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini mmepuza, natuona nyanyi. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi, natuona nyanyi. Ushahidi uliotolewa hao ndani na kesi hii ni kwa sababu, natuona nyanyi. Pamoja na kulalamika, viongozi mko kimya, mm, kuna nini? Natuona nyanyi tu. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kichaa anayechekesha ni yule ambaye siyo ndugu yako, na wali wa msibani ni mtamu, ikiwa wewe haujafiwa. Ni kweli unaweza kurahisisha kwamba kufa ni kawaida, lakini inategemea na aina ya kifo. Na kijana mdogo akang'olewa mwendo na maskari huko Ngolongolo, taarifa hii iko wazi, watu wengi wanajua na diwana litangaza. Ukiingia mtandaoni utaikuta kwa upana, maelezo yameshiba Juzi tu kwenye kata yangu Oromoti, katika kata anenokano Koromoti pale maskari wasai wamemngoa kijana meno, wamempiga na ile nania bunduki, wamemngoa meno ndio. Uh, nimeyapokea na nitaendelea kuyapokea, lakini nitaendelea pia kujiuliza, na moja ya kitu ambacho najiuliza mpaka wakati huu ni kwamba wimbo eh, huu ume unaweza ukawa eh, umefanya aina fulani ya mashetani waone adhabu ambayo binti yangu aliipata wa wakati ule, kukaa gerezani, kukaa kituo cha polisi siku sita na gerezani siku moja kwamba haikutosha. Je, kuna namna alipata madhara? Kuna kitu kilifanywa juu yake, kwa yeye kujua au kutokujua, ikasababisha ugonjwa huu uliokatisha uhai wake. Uh, wimbo huu umeharibu kiasi gani maisha ya binti yangu? Umehusika kiasi gani kukatisha maisha ya binti yangu? Una uhusiano wowote na kukatishwa kwa maisha ya binti yangu? Maswali yote hayo yamo ndani ya swali moja. Kuna mashetani ambao waliona adhabu waliopata binti yangu haikutosha, ama katika adhabu ile kuna yalichokifanya ambacho kilipelekea ugonjwa uliofanya uhai wa mwanangu ukakatishwa. Anyway, najua kuna watu ambao mmetoa komenti nchache lakini nimesikia moja kijana, nae, Nabi, ya kijana anayeitwa nabii anasema yeye aliwahi kutabiri kwamba mwezi wa kumi usingepita ningepatwa na jambo baya kuliko yaliyowahi kunikuta, na inawezekana pata habari ambayo sio rasmi, sijapitia nimepata habari kwamba kama akatoa kwamba mi nilitabiri lakini, kuna watu ambao pia wametoa komenti ya kwamba Mbarikiwa unawaingiza watoto kwenye vita ambayo inagharimu uhai wao, lakini pia kuna eh, watu waitwao Masingo Madha, baadhi wasema Mungu amekupiga wa tangu mtoto wangu Herbert alipokamatwa na polisi, na baadaye waliposikia sifa anaumwa na hata wengine waliposikia amefariki wamesema Mungu wa masingo madha amekupiga Mchungaji Mbarikiwa, kwa sababu husema masingo madha tuliolazimisha jina la masingo madha tulilolipaka mafuta jina la masingo madha tumelaaniwa na ni bonge la mkosi katika jamii. Nianze kujibu la mwisho, ingawa alipolingia, lakini jibu ii la mwisho kwamba kuna wakati fulani masingo madha waliposherehekea kamatwa kwa kijana wangu kwa namna yenye utata Albert, na hatimaye kuanza kuugua kwa binti yangu Sifa na hatimaye baadhi ya waliosherekea kufariki kwake. Kuna niliowajibu kwenye comment, nikasema ukweli, kama single mother una uwezo kama kweli nyie mliolazimisha hii jina, kwa sababu hilo jina nimelikemea kwa kuwa limepakwa mafuta sana ni kama ufilaji na ulawiti ukapewa jina la ushoga, uzinzi ukapewa jina la mapenzi. Yani kitu cha kuudhi cha kuchukiza kinatafutiwa jina zuri, kiburi na umalaya mtu anaanza kujita single mother. Na nilikemea sana mazingira yaliyopelekea watoke kwenye ndoa kwa sababu ya umalaya au kiburi, au wazae kabla ya ndoa kwa sababu ya umalaya. Hicho ndicho ambacho nilikikemea na anaendelea kukikemea. Sasa ukitaka ujue niliokuwa ninawakemea, ambao hata binti yangu alijaribu kukemea kwa namna kadha wa kadha, kitaka ujue basi, niliwahi kuambia hivi waitwao masingo madha, ambao wamelipaka jina kiburi malaya mevipaka rangi na kuvibadilishia jina baadaye kuanza kujita single mother, na kuanza kumotivate watu wengi waone kuwa na kiburi au malaya, ama kutoka ndani kwenye ndoa, ni kama kuna kauhuru unakapata kuachana na ndoa kwa sababu ya umalaya au kiburi. Ndicho nilichokemea na bado mpaka leo msimamo wangu uko pale pale lakini sasa, kuna majibu ambayo nimewajibu kwamba hiki ambacho mnafurahia sasa, mabaya yanayonipata mi mchungaji, au yaliyompata binti yangu, unafurahia hayo mabana, wakusema Mungu wako amepiga. Ninaamini hicho ndo kiburi ninachokemea, ambacho hata ukiwa kwenye ndoa yako, hata ukiwa kwenye ndoa yako mume wako a, u, uri, ulimtamkia yani, ulimtakia kwa sababu kuna kitu pengine kakufanyia ambacho hujakipenda, hujakielewa, hujakitaka, na kwa sababu napenda uhuru na kujifanyia unalolitaka, bila shaka mume wako alipopatwa na baya, kuna namna ulionyesha furaha na raha na moja kwa moja, ndo nachosema hicho ni kiburi na roho ya umalaya na roho ya uuaji ambayo isinge kufanya ukae kwenye ndoa, yani kufika mahala kufurahia baya linalompata naye kuonya kwa vyovyote vile. Wewe hata kwenye ndoa yako M ulitaka uishi, urudi muda unaotaka, upike kutakapotaka, yani uitikie utii ufuate unachokitaka, ama sivyo uliingia kwenye ndoa kwa kupata chochote kwa sababu ya umara yako, yaani uliingia na Mungu akakupa wa kufanana na wewe. Hayo ndio ambayo nimeelezea, na yeyote single mother au aliyejipa hilo jina utakuwa unaona umeshinda Mungu wako amepiga. Nakwambia eh, msimamo wangu uko pale pale. Sijuti kukukemea na kukupinga sijuti, sijuti. Na katika siku ambazo zitakuwepo duniani, nitabaki nikionyesha ubaya, na hata ubaya unapoanza kubadilishwa kuwa yawe ni ndio maisha, iwe ndio lifestyle, nitaendelea kuupinga kwamba hapana, umalaya ni umalaya, kiburi ni kiburi Ufilaji, ulawiti ni ufilaji, sio ushoga. Uzinzi ni uzinzi, sio mapenzi. Uwaji, utekaji ni ubaya wala sio ujanja wala sio njia ya kutuliza mambo. Tabaki nikipinga hayo, na kwamba uonezi, dhuruma ni kitu ambacho kama binadamu usipende kumtendea mtu ambacho hupendi kutendewa, au watoto wako au jamaa zako hawapendi kutendewa. Lakini be swala la watu wengi ambao wamewahi kusema, kwa sababu mimi nimekemea wengi na karibu makanisa mengi na, na watu wengi niliyowahi kusema makosa yao, wote ombi lao ni moja wote jambo wanalo, walilotabiri na kuliona ni moja, kwamba Mungu wetu atakupiga. Na bila shaka wapo ambao wakuwa binti yangu ametembea katika nyayo zangu. Basi wengine hawasemi moja kwa moja, lakini itakuwa wako kwenye ibada kumshukuru Mungu, lakini pia nakutangaza, ili kujiaminisha kwa watu kwamba sisi ni manabii, sisi tuna maombi, tumeomba Mungu amempiga Mbarikiwa kwa kuwa alisema uchafu. Sababu wengi ukisema ubaya wao, wengine wanakuambia huu ubaya ulishapita. Niwahi kusema ubaya wa Askofu Kakobe kuhamasisha watu kuchanjwa, e, TAG mateso ya mzee Kulola, kwamba kama kuna namna yoyote mnahisi mlikosea, vizuri sana ifanyike toba lakini wote wakasema hayo yalishapita na ukiyakumbusha Mungu wetu atakupiga. Mimi ni jaribu tu kuwakumbusha kwamba mbona makosa ya kina Yuda ya kina Anania ya kina Nebukadreza kwenye Bibilia ni ya miaka mingi tunayakumbusha hii tujifunze, kwa nini haya ya juzi ionekane ndo yamepita? Yaani mambo ya binadamu anayeishi karibuni hapa, aliyeishi karibuni hapa, mazutu Yani tutajifunza kwa mazuri tu, lakini baya alilolifanya au alilokosea tusilikumbushe ili watu wasijifunze, wakasema mungu wetu atakupiga. Kwa hiyo nikikutwa na hali kama hii, najua moja kwa moja inakuwa mungu wao amenipiga mimi. Nasema huyo mungu aendelee kunipiga tu, bado nitaendelea kukumbusha kila ulilofanya, na nimesema katika Mwanzo nne Bibilia inasema ukifanya mema hutapata kibali. Ukitaka tuseme vizuri, tukumbushe mazuri juu yako, fanya mazuri. Lakini ukifanya mabaya au yoyote utakayofanya, jua tutayakumbusha, tutayafafanua, tutayachanganua, ili watu wengine wajifunze, kwa sababu mambo hayo hata kama madhara yanaanza kutupata, tunayokumbusha tunaofafanua tunaochambua, basi wajua utakuja wakati ambao madhara pia yatakuja juu yako, na iwe sisi hatukuwepo, iwe tumekuwa katika mateso makali, utakuja kutuona tulikuwa ndio marafiki wa kweli. Na mwisho kwa wale ambao mnasema mchungaji Mbarikiwa, inawezekana unatumbukiza unatanguliza unaweka peupe watoto wako kwenye vita isiyowahusu kimsingi. Mimi ni juacho, wito wa kutengeneza mapito ya Mungu, wito wa kusaiisha mambo kwenye jamii, sio wito wa mtu binafsi wa mmoja, kwa sababu we ni mchungaji. Ni wito wa kila aliye na utu, haifanywi kwa sababu tu ni waumini wa kosikazi, inafanywa kwa yeyote mwenye utu, yani kupinga mabaya, kukemea makosa. Kwa mfano Isaya 58 mstari wa kwanza anasema, piga kelele, paza sauti yako kama talumbeta, waambie watu wangu makosa yao na yakobo dhambi yake hiyo haijasema nabii, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu; ni kila mtu. Swala la kumkataza mtu kwamba huku barabara haiko, hapa umekosea, mbele pana kona kali, hili jambo lina madhara moja mbili tatu, huo sio wito wa mtu mmoja. Wapo karibu kila mwanadamu anatakiwa awe na, ndivyo mnafanya isipokuwa mnafanyaga mambo ambayo aidha kwa unafiki na wengi wenu huwa mnafanya kwenye mazingira ambayo mnaona mhusika hawezi kuchukua hatua yoyote ikiwa hataki kuacha ubaya huo. Lakini hakuna mtu usiyekataza mtu kutenda mabaya, hakuna unakataza, ila unaangalia aina ya watu wa kuwakataza. Sasa kwa bahati mbaya mimi nimechukua wito kwamba ambao naojua ndo wito wa Biblia, ambao watu wote wanaweza kuitikia. Neno la Mungu wanatakiwa kuchukua wito wa aina hiyo, wito wa kumwambia mtu wa aina yoyote anayeleta madhara kwenye jamii kwamba hili ni baya. Kama akina Yohana makoani, wachungaji, manabii walikuwepo, lakini Herodi alipochukua mke wa mdogo wake Filipo, hakuna aliyesema. Yohana alienda kusema, ni kweli Aliuwawa. Akina Elia walienda kumwambia mfalme kwamba umeua, ili utamarake, amemuua ili achukue shamba lake. Na baada hapo, Elia alizidisha uadui juu Yezeberi, ambayo wakati fulani alimwambia Elia, miungu nainifanyie hivi nisipokufanya kama mwanabii uliowaua hiyo binti yangu sasa naongea, hayupo binti yangu, hayupo nakiri, nakubali hayupo. E, mimi ni juacho ametimiza wajibu wake, ametimiza wajibu wake na inawezekana Mungu anaweza katumia machozi na sintofahamu hii kufanikisha ama kufikisha ujumbe fulani duniani. Kimsingi, makosa na mema waliowahi kufanya watu, mtu mwenye akili yoyote aliwahi kulitumia kosa hilo aliwahi kulitumia kosa hilo jema hilo kufanyia jambo lingine jema zaidi. Sijua itakuwa ni kwa usahihi kiasi gani nitakayoendelea kuyafanya, ama ni kwa makosa kiasi gani, lakini nataka ufahamu, nguvu yoyote nitakayotumia kufanya, nitakayokuwa nikiyafanya, nitakuwa nikitafuta madhara yoyote aliyowahi kutokea kwenye maisha yangu yawe jukwaa yawe sababu ya jambo kubwa la baraka la ra utukufu zuri kutendeka na kuonekana duniani. Sijajua nitatumia ukali wa maneno kiasi gani, sijajua, sijajua nitatumia upole wa maneno kiasi gani, sijajua nitatumia muonekano wa aina gani kwenye jamii, kwa sababu jamii sasa imejua kuna wanadamu duniani wamepigizwa, wameendelea kujua kama wame, kuna binadamu duniani wameendelea kupigizwa, wamesoma vitabu vya Ayubu. Wengine waisema hapana, hata Ayubu hayakuendelea hivi kwa mapana hivi. Na ahidi jambo moja, Paulo aliwahi kusema kwa maisha yangu au kwa mauti yangu, Kristo ataadhimishwa. Naahidi tu jambo moja ya kwamba mimi ni wale ambao hata nijapo shindwa nitashinda. Mimi ni wale ambao hata ninapolia naendelea mbele. Mimi ni wale ambao naona shaka, lakini sikati tamaa. Mimi ni wale ambao natupwa chini, lakini siangamizwi. Mimi ni wale ambao hata nikifa, kufa kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Mimi ni wale ambao kwa maisha yangu au kwa mauti yangu, Kristo ataadhimishwa. Hivyo kama haya yanayonikuta kuna mtu ambaye kwako ni ushindi ni salamu ni ujumbe fulani nitumia, nasema vyovyote ilivyo, vyovyote itakavyokuwa, tegemea yafuatayo, namna utakayokuwa ukiniona mimi utakayonisikia ama kusikia habari zako wewe, jua iwe niko hai au nimekufa, na endelea mbele kuelekea kila ambacho ningetamani kitokee. Kuna mahala inawezekana sitajitetea, kuna mahala inawezekana sitatokea kufafanua kwamba hiki. Naona mmecheka, naona mmefurahi, naona mmeshinda, kama kijana ambaye inawezekana sasa anasema unabii umetimia, ingawa unabii wake uisema ndani ya mwezi wa kumi atakwenda kusema mwezi wa kumi wa kiroho. Kripu yake yenyewe aliondoa ule mwezi wa kumi, nawezekana aliweka private kairudisha sasa, saba ulipopita ule mwezi. Lakini mimi nisemacho, iwe naishi au na mimi ntakatizwa uhai wangu na mashetani wa Kiafrika, nasema tu jambo moja ya kwamba eh, sherekea kwa stepu, kwa sababu inawezekana kuna siku dunia hii unayotaka kuivutia na kuiaminisha kwamba wewe ni nabii itakuja kukuona ni shetani, kwa sababu aina yako ya unabii kutimia inaonyesha ni unabii unaokuwa na ushirikiano na aina fulani ya mashetani. Niamini mimi, niamini mimi, utakuja kujua hiki ni semacho. Inawezekana ndo ulikuwa unabii uliko, unabii, uliko kile ambacho kilikufanya upate umaarufu. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afaye katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabia yake. Taza Mungu mwenye haki, mhukumu wa kweli, mhukumu wa haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.